Wakaribisha katika ubalozi wa Saudi Arabia, tuna faraha kuwafarahia sikuku ya Eid al-Adha pamoja na tunataraji kuwa mtukua na kawati mzuri, karibu sana. Kuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia amewakaribisha katika mnasaba huu, na anasema huu ni mnasaba wa dini ambao e, ubalozi wa Saudi Arabia unauchukulia kwa umuhimu wa kipekee na unafanya hivi ikiwa ni sehemu ya kutekeleza majukumu yake ya ubalozi ya kijamii, na nataraji kwamba mnasaba huu uendelee kila mwaka, mnasaba ambao umekusanya watoto wa shule kwa ajili ya kusherehekea pamoja sikukuu ya Idi al Adha, idi ya kuchinja. Amewakaribisha sana, karibuni sana. Anaitwa Fazili Liuruma, ni mlezi wa makao ya Hisani Orphanage Center yaliyopo Kigamboni Kibada. Tunatoa shukrani za dhati kwa ubalozi wa Saudi Arabia kwa kuweza kuwapa mwaliko watoto wa Hisani Orphanage Center, kuwaalika mahali hapa kuja kufurahi. Kwa kweli hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuombea dua. Hili jambo lolifanya ni jambo kubwa sana kuweza kuwaita hii sehemu watoto kufurahi, wamekula ice cream, wamekula popcorn, wanacheza michezo mbalimbali. Kwa kweli watoto wamefurahi sana. Kwa niaba ya mlezi mkuu na kwa niaba ya walezi wenzangu, tunatoa shukrani za dhati kwa walezi wote wa Saudi Arabia kwa kuweza kuwafurahisha watoto. Tunasema asanteni, asanteni sana, na Mwenyezi Mungu awabariki. Tunatoa shukrani kwa mabalozi wa Saudia, tunatoa shukrani Watoto wote wa hisani wanashukuru, wamefarijika, wamependezewa, wamefurahi, na sisi walezi tunashukuru, tumependezewa na tumefurahi. Asanteni asanteni, tunashukuru sana, asante. Kwa jina naitwa Amina Ibrahim Kadege kutoka Kibada, Kigamboni, kituo cha hisani Orphanage Center.